kulivunja Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025. Mabaraza yote ya madiwani yanapaswa kuvunjwa rasmi ifikapo tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2025, yani tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025. Maelekezo ya kisheria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 ya mamlaka za serikali za mitaa katika maeneo yao. Ninawapongeza sana na kuwatakia kila laheri katika chaguzi zinazokwenda kuanza hivi karibuni. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa waziri. Nadhani hapa ndipo tumefikia mwisho wa presi yetu, mheshimiwa waziri.